Kwanza ningependa ijulikane kwamba serikali haijawahi kuwa na dhamira ya kubana uhuru wa watu kujieleza, kwa sababu uhuru wa watu kujieleza ni takwa la kikatiba, ni haki ya kikatiba ya Watanzania. Lakini nataka niwakumbushe ndugu zangu wa Tanzania, matumizi ya mitandao yanadhibitiwa kwa sheria. Tunayo sheria ya mwaka 2015 ya makosa ya mtandao. Sheria hii imeainisha mambo mbalimbali ambayo mtu akiyafanya atakuwa ametenda kosa. Sasa ndugu yangu Marongo anasema serikali imechukua hatua gani hasa ikizingatiwa kwamba wanaojuieei, na ni kweli sehemu kubwa ni hasa wa vyuo. La kwanza, serikali inafanya kazi kubwa ya utoaji wa elimu kupitia vyombo vya habari. Tunavyo vipindi kupitia televisheni, tunatuma maudhui kwenye mitandao ya kijamii ya kuelimisha juu ya matumizi mazuri ya mitandao. Naombeni wa Tanzania tuzingatie elimu tunayopewa kwenye vyombo vya habari na kwenye mitandao ya kijamii Lakini la pili, serikali imejenga uwezo wa udhibiti wa matendo yasiyofaa katika mitandao ya kijamii na ndio hapa ninapokuja kuzungumzia sheria ya makosa ya mtandao ya mwaka 2015. Balongo, umesema vizuri, wengi wanaofanya hivyo na wanafunzi wakio wana. Na nataka nikuhakikishie wote tunawapata, bahati mbaya wanatumika. Naomba kutumia mkutano huu kuwaomba wanafunzi na vijana wote walioko mitaani, maanake sio wanafunzi peke yao. Tutumie mitandao ya kijamii kwa manufaa, tutumie mitandao ya kijamii kujifunza, tutumie mitandao ya kijamii kujielimisha, kufanya biashara, kuunganisha um, kuunganishwa wenyewe kwa wenyewe, kuwasiliana na watu mbalimbali ika na matumizi yote yenye manufaa. Ukifanya hivyo, utakuwa umetendea haki kwanza muda wako, kwa sababu vijana wengi sasa wanapoteza muda mwingi kwenye mitandao kufanya vitu vya ovyo wanafunzi kwenye shule kusoma, kupata ufahamu mzuri, kufanya vizuri kwa kupata taarifa nyingi kutoka kwenye mtandao. Lakini kwa vijana walioko mtaani wanafanya biashara, tutafute masoko, tutafute kujifunza kuhusu fursa mbalimbali, tuanzishe kampuni startups za kufanya biashara, tubuni mifumo mbalimbali itakayorahisisha kazi zetu. Hiyo ndio faida ya kutumia mitandao vizuri. Ukitumia mitandao vibaya, sheria ipo na mamlaka na vyombo vipo, vitakupata. Wakati mwingine unaona vikampeni havina mbele wala nyuma. E, nikisema wazee wa msiba wametusemea maneno makali, lakini nachosema kijana, tutumie mitandao kwa njia zakia. Ukifanya makosa utapata kupata. Sheria inakataza Sheria inakataza kuzua taharuki, sheria inakataza kudhalilisha. Tumeanza kuona kwenye mitandao watu wanafanya makosa haya. Sasa naomba niwaambie vijana, hakuna atakayefanya makosa haya akabaki salama. Tutakupata, itakuwa ni swala la muda tu. Hatukupata leo, tutakupata kesho, tutakupata kesho kutwa, tutakupata wiki ijayo, tutakupata makali. Jinai haifai na tukiwakamata vijana hao wengi, utasikia nilikuwa sijui. Kwenye sheria kuna msemo wa kikinga unasema hivi you know you know, you know, you know. Kutokujua sheria sio kinga. Ukifanya makosa ya mtandao haya niliyoyasema, uwe unajua uwe ujui sheria ikipataocha 16 kirena andikabali za uchochezi za kuzua taharuki za kudhalilisha watu. Ukipata na ukithibitika na mahakama, faini shilingi milioni tano au zaidi, kifungo cha miaka mitatu, kisichofungua miaka mitatu au vyote ai. Ukipatikana hapa utapigwa faini ya shilingi milioni tano au zaidi au utafungwa miaka mitatu, mitatu au zaidi au vyote viwili. Kwa ujumla, vijana wengi wako vioni hata ada mtihani na wakati mwingine wanakuja wazazi wanalalamika kaitendoa. Naomba wazazi, zungumzeni na vijana wenu wako vioni wakafanye kazi iliyowapeleka vioni, kazi yao ni kusoma. Wasipofanya hivyo watakutana na mkono wa sheria na sitakuwa mimi wala nani, ni kwa mujibu wa sheria. Hata mimi nikitukana mtandaoni, nikidhalilisha mtu, yote nitachukuliwa nash. Hakuna mtu aliye juu ya sheria. Sasa tunaendelea kwenye uchaguzi, ie mgu aimekuwa mingi, uhamasishaji wa kijingajinga umekuwa mwingi. Vijana moja chukueni tahadhari kwa sababu ukikamatwa utakuwa peke yako. Kwa nimejibu swali lako, na naomba waandishi wa habari wa tushirikiane kuwaelimisha vijana juu ya matumizi mazuri ya mitandao ya kijamii. Watumie mitandao kufanya biashara. Leo hii tuna umma nyingi sana